Ujamboh na karibu katika habari zetu za michezo usiku wa kuamkia leo. Katika mashindano ya kombe la dunia kwa vilabu, timu ya Al Ahly ambaye ni mwakilishi wa Afrika magharibi alitoa sare ya kutofungana goli moja kwa moja dhidi ya Inter Miami yake Lionel Messi ni mchezo ambao ulikuwa mchezo mkali zaidi kuwahi kuchezwa siku ya jana, wakati mwakilishi huyo wa Afrika hali alimlemea zaidi timu ya Inda Mayami alhali akiwa na shots on target nane na shots off target tatu, kwa maana ya mchezo wa jana. Hali vilevile alipoteza penalti kunako dakika 43 kupitia mshambulizi wake Mamu Transegede, vile vile, mchezo Mchezaji Zizo aliumia dakika ya 14 ambayo ilikuwa ni pigo kwa vijana wa Afrika Ali. Kinachosubiriwa ni kuona iwapo Al Ahly atapata ushindi dhidi ya Palmeiras.